Chama Cha Mapinduzi imedumisha muungano wa nchi zetu mbili. Tumeshuhudia uongozi imara kwa awamu tofauti, tofauti tofauti, muungano wetu ukadumishwa na utaendelea kuwa salama na imara kwa kipindi cha miaka mitano tukikichagua Chama Cha Mapinduzi. Lakini jambo lingine kubwa, maendeleo yote tunayoyaona leo kwenye sekta zote ni matokeo na matunda ya uongozi wa Chama cha Mapinduzi. Maendeleo oye. Oye, ukienda hospitali ukakuta kuna zahanati kuna dawa kuna wahudumu ni kazi ya Chama cha Mapinduzi. Ukipata maji ni kazi ya Chama cha Mapinduzi. Watoto wetu wanaenda shule ni kazi ya Chama cha Mapinduzi. Yote tunayoyasikia na tunayaona ni kwa sababu ya uongozi umadhubuti una uimara wa Chama cha Mapinduzi. Sisi moye! Lakini jambo lingine, Chama cha Mapinduzi ndio chama pekee ambacho kimeendeleza mapambano dhidi ya rushwa, tukitambua kwamba rushwa ni adui wa haki. Ikiwepo rushwa, hakuna maendeleo hakuna uwajibikaji, lakini Chama Cha Mapinduzi ndio chama pekee kilichojipambanua kupambana na masuala ya rushwa katika maeneo mbalimbali. CCM oyee! Kingine pia ni ufisadi, kwa sababu kukiwa na ufisadi hakuna maendeleo, lakini Chama Cha Mapinduzi imefanya kazi kubwa ya kupambana na ufisadi kukemea uzembe na kuwawajibisha viongozi mbalimbali ili kuhakikisha Mtanzania anapata maendeleo, lakini anasikilizwa na anafikiwa na viongozi mbalimbali sisi moye mbali. Hicho mambo hayo ndio mambo ya msingi muhimu yaliyosimamiwa na mengine mengi chini ya uongozi wa Chama Cha Mapinduzi. Ndio maana leo tuko hapa kuwaomba wananchi wa Kasisi, wananchi wa Urambo tusithubutu kukiacha Chama Cha Mapinduzi, bali tukipe shukrani na heshima kwa kukipigia kura kwa miaka mitano tena. Sisi moye uzuri ni mmoja, tuna Mweshimiwa Rais Dokta Samia ambaye anajua kwamba Urambo ina changamoto ya maji, kwa hiyo akatafuta jinsi gani ya kusaidia. Tena neno linalotumika vizuri nikumtua mama ndio kichwani osasamia no, oye. Kwa hiyo ametafuta njia tatu, tumemuomba na ametusikiliza, ametumia njia tatu za kupatia maji. Mmoja aliyotafuta njia eh, moja wapo ya njia za kupatia maji ametuletea mitambo ya kuchimba visima, kwa sababu ubaya wa Urambo nyama ya ulango hapo, unaweza kupata maji pale usipate. Ni mahali ambapo inabidi mpaka watafute watafiti wataalamu, lakini mimi niwaomba wataalamu na leo narudia, kuna wazee wetu hapa na wengine mdogo wa Sheikh pale, wale wanaojua maeneo ya maji. Unajua kuna mambo ya kiutamaduni pia, wale wanaojua maeneo ambayo ya maji amba yanaweza ma ya kupatikana isikia wamekuja wataalamu, naomba wazee mjitokeze, mzunguke na wale waoneshe, kwa sababu wao wanatumia utaalamu huu, lakini wazee wetu wana utaalamu. Wengine sio kweli, yeah. Ehe, kweli kwao. Dokta Samia alitoa magari yenye mitambo ya kuchimba visima kule ambapo maji yamepatikana mpaka sasa hivi, nadhani vinane visima vinane na vinafanya kazi vizuri sana ikiwemo a Usoke msenda huku eh, zengawatokiwe maeneo mengi tutengamatu yako maeneo ambayo wameshapata maji, lakini kule ambako hamjaona ile mitambo ya kuchimbia maji msikate tamaa, bado wanafanya utafiti.